Tunashuhudia wimbo wako huu, nisikie amina kubwa tafadhali, amina kubwa. Eme, Eme, Eme, Eme. Makofi tafadhali, makofi tafadhali, makofi niangalie mimi hapa makofi. Nimependeza, lakini nipo uhakika Mungu awe nao

Hey, kuwa kiroho lakini ilivyoweza kukuza kalama zetu. Kanisa hili kuna ni furaha ya ajabu sana tunashukuru Mungu, na wakiwa wanatabasamu kabisa, wanasema moyoni mwao tunashukuru sana kanisa letu lezi, tunashukuru no, sana wazee wa kanisa, tunashukuru sana viongozi si wote, ambao wamekuwa nasi toka mwanzo wa mwaka wetu wa kwanza hadi leo tunahitimu i kwa hiyo nisikia amina tafadhali, tusimame, tusimame kwa ajili ya kuwapongeza na makofi mengi. Tusimame, tusimame, tusimame, waangalie ukiwapigia makofi, waangalie ukiwapigia makofi. Eh, mimi ni kuombe tu aache wivu, kwa sababu hata wewe siku moja utakuwa hapo, walimu. Kwa hiyo piga makofi mengi, piga makofi Mungu amemtoa ni pongezi kwao, eh ni furaha Hey, ninaona kuna wazee wa kanisa baadaye ndani humo ninaona wachungaji. Ninaona wenye wito kwa sababu mtu tu akiwa amevaa suti tutamjua huyu ni mtu ana wito. Kwa nini ninaona, ninaziona tabasamu za furaha. Hey, mbariki sana dada zetu kwa nyuma pale ninaona mkisindikiza. Mungu na awabariki. Hey, miongoni ni ITV, TV kwa hiyo kwa bariki sana. Kopi mengi tafadhali na amina kubwa. Hey, hii sherehe, kwa nisikie vigelegele vingi sana ikiwa ni ya taifa, hey! Oh, Mungu, aweza yote. Mungu waweza yote. Amen. Hakika tumetoka mbali, yes. Ni maneno yao mioyoni mwao wametoka, wametoka mbali sana. Wasingekuwa yeye Mungu wetu, wasingeweza nini, wasingeweza nini basi hawana budi kusimama mbele yao na niombe tu wahitimu, kwa furaha mkiwa mna machi vizuri, mkielekea katika viti vyenu eh, mkielekea katika viti vyenu kwa ajili ya kuketi kwa uzuri zaidi, mkiwa mna machi hivyo taratibu kabisa, eh, mkielekea katika viti vyenu kwa ajili ya kuketi kwa uzuri zaidi. Piga makofi mengi, tutaketi mpaka tuta pale watakapoketi. Kwa hiyo tuongeze tamu kidogo, wahitimu, eh, kwa ajili ya kwenda katika viti vyetu, tuketi pale kuendelea e, na tiba zingine jamani, usichoke kupiga makofi kwa sababu eh, hiyo ni ishara tosha ya kwamba mmewapongeza. Ipo siku itaandikwa kwa kopia ya kanisa hili hili sehemu hii eh, kufurahia ao, ni ombi wa nchi mtu kakete sasa eh, kwa ajili ya kuelekea sasa, kwa ajili ya utambulisho.

Tunawabariki, tunawapongeza sana Mr. Ndamo pale, mwinjilisti mkubwa sana Daniel Ndamo, Mungu akubariki sana. Nimeona sister pale, Mungu akubariki sana nyote. Jamani, nisikie makofi mengi tafadhali na vigelegele, makofi mengi tafadhali. Wahitimu, Mungu awabariki. Mimi tu niatoe ya, ya moyoni kwamba mmependeza sana Hey, hata msiposema amina hey, hey. Lakini narudia tena mmependeza sana hey. Mungu awabariki sana, na tunakwenda kuwapigia za, kuwapa zawadi. Hii zawadi ni ndogo sana, lakini itakuwa ni kubwa baadaye, mtaikumbuka. Kwa hiyo nitahesabu, tutapiga 3 factorial kwa ajili ya kuwapongeza dada zetu kaka zetu. Kwa hiyo tutapiga moja mbili tatu moja mbili moja, ikiwa ni ishara ya kuwapongeza. Haya, twende Hiyo ni zawadi tosha ya kuwapongeza, na isi mmejisikia vizuri sana. Mungu awabariki basi. Ni muda wa utambulisho, kwa hiyo kwa heshima kubwa kabisa na taadhima nimkaribishe mwenyekiti Emmanuel Joseph uh, kwa ajili ya utambulisho, na ikiwa tayari kabisa tumeanza mahafali yetu kwa uzuri, na nimekwisha kujitambulisha kwa majina, naitwa Deus Sandumu Ernest Milambo ndiye, e, ambaye nitakuwa MC katika hafla hii na sherehe hii. Kwa hiyo nikukaribishe mwenyekiti Emmanuel eh, Joseph kwa ajili ya utambulisho mfupi. Karibu, makofi mengi safadali kwa mwenyekiti karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana, asifiwe sana. Hebu kama wana furaha punga mkono, barikiwe sana. Na katika nafasi hii ya utambulisho, nafasi azimu, na kwa utambulisho ambao mfupi nakwenda kufanya hapa mbele wapo wageni ambao tunajua wametutembelea kwenye siku ya leo. Wapo viongozi wa matawi ambao wametutembelea katika siku ya leo. Wale wote ningependa kufahamu kama kuna wageni ambao, wageni ambao, asasa, wazazi ambao wametutembelea katika siku ya leo, hebu wapunge mkono, wazazi. Naomba nitambue uwepo wa wenye viti huenda kutoka matawi mbalimbali, huenda ardhi au chuo cha maji kama wapo hapa. E, naona watakuwa wametoka uenda hapo nje lakini pia zaidi ya yote nipende kutambua wa uongozi wa chama cha Aa, asasa adcom ambao sehemu ya tukio hili na kwa heshima kabisa ningalipenda wasimame mahali pale walipo naomba tuwapungie mikono kanisa msketi simameni hivyo hivyo na